Fikiria, kifaa cha binadamu kimesogea mbali na sayari zote katika mfumo wa jua, yani solar system, zaidi ya kilomita bilioni hadi katika giza la kimya la anga la ulimwengu na bado kinatuma taarifa kurudi duniani. Hii ni historia ya Voyager 1. Kifaa ambacho ni cha kwanza kwa binadamu kusafiri angani zaidi ya kilomita bilioni kadhaa kwa miaka 48 sasa na bado kinasafiri kuiacha zaidi solar system na kuelekea kwenye giza la kutisha. Mnamo Septemba 5, mwaka 1977, NASA ilizindua chombo cha anga kilichopewa jina Voyager 1. Lengo lake lilikuwa kuchunguza sayari za nje za mfumo wa jua na kufanikisha uelewa wa anga ya mbali ya ulimwengu. Chombo hiki kilikuwa na kamera za hali ya juu, vipimo vya mionzi, vipimo vya magnetic field na mfumo wa redio wa kutuma data kurudi duniani. Kama inavyofahamika katika solar system, yani jua na sayari zake, sayari za nje ya solar system ni sayari kubwa na zilizo mbali na jua zaidi ya mamilioni ya kilometa. Sayari hizo ni Jupiter, Saturn, Uranus na Neptune. Hivyo basi, lengo la chombo hiki ni kutembelea Jupiter na Saturn kisha kwenda interstellar. Baada ya kuachiliwa kutoka Cape Canaveral, Florida, Voyager 1 ilianza kusogea kuelekea Jupiter ikitumia mbinu ya gravitational assist kuongeza kasi na kubadilisha mwelekeo wake wa ndege. Mwaka 1979, Voyager 1 ilipita karibu na Jupiter, sayari kubwa zaidi katika mfumo wa jua, yani solar system. Chombo hiki kilipiga picha za mvua za gesi, magnetic field na satellite zake. Data zilizokusanywa ziliruhusu wanasayansi kuelewa mabadiliko ya anga, miundo ya mvua na uwepo wa maji chini ya uso wa satellite kama Europa. Europa ni natural satellite Yani mwezi wa asili unaozunguka sayari ya Jupiter. Mwaka 1980, Voyager 1 ilipita Saturn, ikipiga picha za pete zake na satellite kama Titan. Vipimo vya infrared na spectral analysis viliruhusu wanasayansi kuelewa anga la Titan na uwezekano wa kemia inayofaa kwa maisha. Hii ilikuwa hatua muhimu kuelewa sayari za gesi na mazingira yao. Baada ya kutimiza tafiti zote katika Jupiter na Saturn, Voyager 1 ilielekea mpaka wa mfumo wa jua yaani solar system kupitia heliosphere, eneo ambalo shinikizo la plasma la jua linaanza kupungua. Mnamo Februari 14 mwaka 1990, wakati Voyager 1 ikiwa umbali wa kilomita 6.4 bilioni, iliipiga picha dunia yetu, picha itwayo blue pale dot. Hii nukta ndogo ni dunia yetu, chombo pekee kilicho na maisha tunachojua kutoka umbali huu, mifumo yote ya sayari, historia ya binadamu na hata mijengo yetu yote inaonekana kama nukta ndogo isiyo na kina. Picha hii inatufundisha jinsi nafasi yetu ni ndogo na kwa nini uchunguzi wa anga ni muhimu kuelewa mfumo wetu wa jua na nafasi yetu katika ulimwengu. Mnamo mwaka 2012 Voyager 1 ilifikia interstellar space. Interstellar space ni eneo tupu kubwa kati ya nyota moja na nyota nyingine, hivyo Voyager 1, iliingia katika eneo ambalo kati ya jua na nyota nyingine, mahala ambapo hakuna mwanga, hakuna sayari, eneo lenye giza la kutisha. Hii inafanya Voyager 1 kuwa chombo cha kwanza cha binadamu kufika nje ya heliosphere. Kutoka eneo hili chombo kilianza kutuma data kuhusu muundo wa interstellar medium, ikiwemo vipengele vya mionzi, magnetic field na density ya chembechembe chembe. Data hizi zimechangia sana uelewa wa sayansi wa anga ya mbali. Leo Voyager 1 inaendelea kusogea kwa kasi ya kilomita 17 kwa sekunde ndani ya interstellar space ikichunguza magnetic field, chembechembe -chembe, na mionzi ya cosmic. Safari yake inathibitisha uwezo wa mwanadamu kuchunguza maeneo ambayo hayawezi kufikika kimwili. Historia ya Voyager 1 ni ushahidi wa ufanisi wa teknolojia na sayansi, ikituonesha jinsi tunaweza kuelewa ulimwengu kwa uhalisia wa kisayansi. Voyager 1 haijawahi kurudi na haitarudi. Kila sekunde inasogea zaidi ya kilomita 17 kuelekea giza la milele, ikiacha mfumo wetu wa jua. Ndiyo maana Voyager 1 pia ina golden record, rekodi ya sauti na picha zinazoonyesha binadamu, utamaduni na sayansi yetu. Rekodi hii ni ujumbe wa historia kwa viumbe vya angani vinavyoweza kuwasiliana na chombo hiki baada ya mamilioni ya miaka. Wanasayansi wanakadiria chombo hiki kitaendelea kusafiri kwa mamilioni ya miaka kuelekea mbele. Hivyo basi, kama kuna viumbe wengine wanaishi angani, watakiona chombo hiki pia, wataona hii golden record iliyobeba ujumbe wa watu wa duniani. Ndani ya Voyager 1 kwa kuwa mpaka sasa, pawa yake imebaki kiasi kidogo sana, baadhi za vifaa vimezimwa, yaani havifanyi kazi tena. cosmic ray subsystem, hili ndilo chombo cha kisayansi kilichozimwa kwa Voyager 1 Februari 25, mwaka 2025, hujumuisha telescopes au mita zinazopima cosmic rays nishati ya juu kutoka galaksia au jua, yaani protoni nishati ya juu. Kabla ya hapo, baadhi ya non-essential systems ambazo hazihitajiki mara kwa mara zimezimwa kama baadhi ya heaters na vifaa vingine visivyo muhimu. Hii imetolewa ili kuokoa nishati power kwa vifaa muhimu zaidi, kwa sababu chanzo cha nishati RTG kinapungua polepole katika chombo Jumla ya vifaa kumi vya kisayansi yaani science instruments Voyager ilisafirishwa nazo. Baadhi ya vile vilizolenga tu uchunguzi wa sayari gesi kubwa na NK zimezimwa mara tu baada ya kumaliza kazi hizo ya kusafiri na kuvitembelea sayari. Mabadiliko hayo yalifanyika miaka mingi iliyopita. Baada ya hapo, waliweka mkazo tu kwenye instruments muhimu kwa interstellar heliosphere deep space environment. Sababu za kuzima vifaa. Kwa nini vifaa hivi vimezimwa? Sababu kuu ni chanzo cha nishati ya Voyager RTG kinapungua polepole, wastani watts nne hupungua kila mwaka. Ili kuhakikisha kwamba angalau baadhi ya vifaa vikubwa na muhimu zaidi kwa sayansi ya deep space, mawasiliano, usawa wa ndege orientation, vinaweza kuendelea kufanya kazi kwa miaka mingine timu ya wahandisi lazima ichague vipi kutumia nishati iliyobaki kwa busara. vifaa vya zamani ambavyo havichangii sana taarifa mapya muhimu tangu Voyager 1 ilipopita sayari kubwa, havikuwa na umuhimu mkubwa tena. Vifaa hivyo kama Imaging Science Subsystem ISS, ilizimwa mwaka 1990 ili kuokoa nishati. Photopolarimeter System PPS Ilizimwa kama sehemu ya kukomesha uchunguzi wa sayari, utafiti wa uso na mawimbi ya nuru. Infrared Interferometer Spectrometer and Radiometer, IRIS, ilizimwa mwaka 1998 ili kuokoa nishati. Ultraviolet Spectrometer, Planetary Radio Astronomy Experiment, PRA, pia iligharimu umeme na ikafuta kazi baada ya kumaliza safari ya sayari. Ultraviolet Spectrometer sehemu yake ya science instrument ilizimwa mwaka 2016. Hata hivyo, katika seti kumi yote ya vifaa kuna baadhi bado vinafanya kazi mpaka sasa. Unaweza kujiuliza swali, NASA waliwezaje kuzima vifaa hivi vingi kwa nyakati tofauti? Vifaa hivi vilizimwa kwa kutumia kompyuta iliyo ndani ya Voyager 1. Kompyuta hupokea commands toka duniani wa radio wave kutumia mfumo wa DSN yaani deep space network. Lakini hata hivyo, ipo siku moja power yote ndani ya chombo itaisha na hakutakuwa na mawasiliano tena kati ya chombo na wanasayansi. Inakadiriwa hii inaweza kutokea kuanzia mwaka 2030. Hii itakuwa ni miaka 57 toka siku ya kwanza kuruka, japo Voyager 1 haitapatikana lakini haitaacha kusonga mbele maana mwendo wake hautegemei pawa ya chombo.